Habari, huenda ni wewe, huenda ni mpenzi wako, au huenda ni rafiki yako, amekuwa na changamoto ya kupata hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Hii ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwasumbua wanawake wengi. Unakuta ndani sasa hivi ni mwezi wa wa kumi unakuta wa kumi na moja unakuta mtu anaingia mara mbili kwa mwezi. Sasa wengi wamekuwa wakiona tatizo la kawaida, lakini ndugu yangu, nikumbushe kwamba hii siyo changamoto ya kawaida. Hapa unatakiwa kushtuka, kwa sababu ni changamoto kubwa ambayo inaweza kukupelekea madhara huko baadaye. Inawezekana kuondokana na changamoto hii, lakini leo nitakuelezea sababu, ni vitu gani sasa vinavyochangia kupelekea changamoto hiyo. kama uh, uja, uja, uja subscribe channel yetu basi na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama kuna mwenzako anateseka, basi hakikisha una share video hii, ili aweze kupata dondoo hizi aweze kuelimika. Ndio tiba namba moja, tiba namba moja ni kulifahamu tatizo. Sababu namba moja inayopelekea kupata hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja ni mabadiliko ya homoni. Hapa tunasema kwa Kiingereza ni homoni imbalance. Mwanamke ana homoni karibia sita na kila homoni zina kazi yake, lakini hapa mabadiliko ya homoni hizo mbili ambazo zinahusikana moja kwa moja kwenye uzazi, estrogen na progesterone, moja kwa moja inapelekea mtu kupata mabadiliko ya damu na mara nyingi ah. Lakini pia inaweza kupata damu ikatoka nyingi sana. Kwa hiyo cha kwanza ni homoni kuvurugika. Lakini cha pili kuna kitu tunakiita msongo wa mawazo. Tunakiita stress. Wengi wanawake wamekuwa na changamoto ya msongo wa mawazo kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo zipo. Hakuna mtu anaweza kaishi bila msongo wa mawazo. Eh, wewe sasa sijajua uko wapi, kwa hiyo lazima kuna vitu ambavyo vinakuwa vinakuwazisha. Sasa ule msongo wa mawazo moja kwa moja huwa unaenda kubadilisha kubadilishaa ule mfumo wa homoni hedhi kikisha, wa na kusababisha kuweza kujirudia mara mbili. Hakikisha unatokomeza ishu inayohusiana na msongo wa mawazo. Namba tatu ni wale wanaotumia njia za uzazi wa mpango za kisasa eh, unatumia kidonge, unatumia kijiti eh, unatumia sindano. Hizi zote ni njia ambazo mara zote huwa zina badilisha homoni, eh, huwa zinavuruga homoni eh, mara ili ziweze kufanya kazi lazima homoni ziweze kuvurugwa. Kwa hiyo sasa, kama umewahi kutumia njia za uzazi wa mpango au unatumia njia za uzazi wa mpango, basi jua hiyo ni sababu inayopelekea kupata hedhi mara hizo mara mbili. Lakini namba tatu tunasema ni uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi, tumekuwa tukiongea mara kwa mara kwamba unapokuwa na changamoto yote kwenye mji wa kizazi, kwa sababu tunavyoongelea uvimbe kwenye kizazi tunaongelea ni uvimbe kwenye uterus. Uterus ni sehemu ambapo mimba huwa inajishikiza, ndio mji ambao unaobeba mimba. Sasa kumbuka ile kuna uvimbe eh, kuna kitu ambacho kina disturb na uzazi. Hutaki kuwa disturbed kabisa na jambo lolote. Sasa ukiwa na uvimbe kwenye kizazi, huwa inachochea damu kutoka nyingi, na pengine ikatoka mara mbili, na huwa inashindwa kuko kukoma kabisa. Na ukiona damu inatoka nyingi bila kukoma, hakikisha unajichunguza, je, nina uvimbe kwenye kizazi? Lakini namba tano tunasema ni maambukizi kwenye kizazi na kwenye via vya uzazi. Hapo tunaongelea changamoto kuu tatu, tunaongelea PID, tunaongelea UTI, tunaongelea na fangasi. Ni moja ya changamoto hizi ambayo wengi wamekuwa wameona wa kawaida, nakuta nakwambia, ah, mimi nishaona kawaida, natoka uchafu, napata maumivu, napata miwasho unahisi unapoenda kukojoa unahisi kama unachomwa chomwa, okay. Ndugu yangu changamka, hiyo ni hatari sana na inaonesha kwamba tayari una maambukizi, kwa sababu tunapoongelea kizazi tunaanzia kwenye njia ya mkojo. Ndio maana wengi watatuuliza inakuaje? sasa tunaongelea UTI sababu UTI ni maambukizi kwenye njia ya ya mkojo. Sasa njia ya mkojo ndio unaanza kuasi uzazi kwa sababu wale bakteria wanaweza wakapanda mpaka kwenye mlango wa kizazi moja kwa moja, kwa hiyo hakikisha unachunguza hivi vitu. Kama una changamoto hizo, hizi zinaweza kupelekea ukapata hezi mara mbili. Lakini pia thyroid kushindwa kufanya kazi. Kwenye haya masuala ya uzazi tunategemea sana tezi ya thyroid, kwa hiyo ikitokea thyroid ikashindwa kufanya kazi vizuri, hiyo mara moja moja kwa moja itakusababishia kupata hezi mara mbili. Lakini na, na mwisho tunasema ni umri au balehe au kuelekea kufunga siku zako. Wengi wanaoingia kwenye, kwenye balehe, first time wanapata hii changamoto. Ni kwa nini? Kwa sababu ni mwili unaanza kubadilika, kwa hiyo unaweza ukakuta mpangilio haupo, lakini pia wale ambao wanaelekea kufunga miaka 45 pia huwa wanaoenda wanaelekea wanawende... kufunga miaka 45 pia huwa wanaanza kupata hedhi mara mbili kwa sababu mwili wao huwa unaanza kubadilika. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya sababu zinazopelekea wewe kupata hedhi mara mbili. Tuambie hapo, au unafikiria wewe ni changamoto gani fanya upate hedhi mara mbili. Kama utakuwa na changamoto ya kiafya na una swali lolote, basi Dr. Jimmy niko hapa leo kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu na Mungu akubariki. Usiache kusubscribe, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu.